Mradi wa kilimo hifadhi ni mradi unaotekelezwa na kanisa la AICT dayosisi ya Mara na Ukerewe kwa kushirikiana na World Renew chini ya ufadhili wa Canadian Food Grain Bank CFGB. Mradi huu unatekelezwa katika wilaya tatu za mkoa wa Mara ambazo ni Bunda, Butiama na Serengeti, na kimsingi mradi huu tunalenga hasa kuboresha afya ya udongo ili kuweza kupata mavuno mengi kwa uhakika wa chakula katika ngazi ya kaya na jamii kwa ujumla. Tunashirikiana na serikali kwa ukaribu kabisa, hasa idara ya kilimo kupitia ofisi za mkurugenzi katika wilaya zote hizi tatu. Miongoni mwa matukio yanayovuta hisia za wengi katika mradi huu ni tukio la siku ya mkulima ambalo hufanyika mara moja kwa mwaka. Tukio hili linatambua mchango wa mkulima mmoja aliyefanya vizuri kati ya wa wakulima elfu tatu wanaoshiriki mradi huu kutoka wilaya zote tatu. Katika siku hii mkulima bora huchaguliwa na kufanyika sherehe ya maonesho ya bidhaa zinazozalishwa na wakulima mbalimbali nyumbani kwake na kushuhudiwa na jamii nzima ya eneo husika, na tukio hili linalenga kumtambua, kutambua mchango wa mkulima ambaye anakuwa amefanya vizuri kuliko wakulima wote. Kwa hiyo tunafanyia nyumbani kwake na inakuwa ni sehemu ya kujifunza. Lakini pamoja na hayo, tunawaita wakulima kutoka kwenye wilaya zingine ambazo zinafanya mradi ambayo ni wilaya ya Bunda wilaya ya Serengeti, lakini pia wilaya ya Butiama kwa ajili ya kuja kuonyesha ubunifu wa bidhaa zile wanazouza. Tunaona pale kuna wanaolima mihogo wanachakata, lakini pia wanatengeneza vitu vya kutafuna tafuna ambavyo tunaita ni crisps na vitu vingine, lakini pia wanatumia viazi kutengeneza maandazi, kutengeneza unga wa lishe na kutengeneza vitu vingine mwaka huu Tukio hili limefanyika wilaya ya Bunda, kijiji cha Kunzugu, nyumbani kwa mkulima bingwa Mwinamila Changige ambaye ametambuliwa kama mkulima hodari kwa mwaka 2024 2025. Kwenye huu mradi wa kilimo hifadhi, kwenye shughuli za kilimo hifadhi kwa ujumla, ninalima mahindi kwa kuchanganya na mazao funika kama vile ngwara, kadivalia na mkona ambayo ndiyo yanasaidia kuboresha udongo lakini ninayo bustani ya nyumbani kwenye eneo la lishe, bustani ya nyumbani kama mnavyoiona pale, lakini inafuga kuku. Mwanzoni kabisa hili hili shamba nilikuwa nalima shamba lote hili kwa ukubwa wote ambao ni zaidi ya ekari tatu, lakini nilikuwa navuna gunia tatu au tano. Lakini sasa hivi hili shamba ambalo naona limeshatekeleza kilimo hifadhi, nimeanza kutekeleza kilimo hifadhi tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita lakini kwa sasa hivi hili shamba inazalisha magunia ishirini hadi ishirini na tano. Kwao tunahimiza sasa, mtakapotoka hapa, wakulima wetu nyie ambao mmeweza kuona tumejifunza kule kwa vitendo na hapa sasa, mwende mkafanya kilichofanyika hapa, mkakiamishie kwenu kusudi tuweze kuja siku moja tuweze kufika kwenu kuona matokeo ya kichi kilichofanyika hapa. Tukio hili hujumuisha maonesho ya bidhaa zilizosindikwa, uandaaji wa mbegu za asili, yaani mahindi na vijiti vya mihogo mazao yaliyotia fora yasiyo na mfano, ufugaji wa kuku wa kienyeji, kutembelea shamba la mkulima mwenyeji, bustani za nyumbani, mijadala ya kilimo, kipindi cha maswali na majibu, uandaaji wa jiko banifu pamoja na ubunifu katika kuandaa mapishi ambayo yanazingatia uandaaji bora wenye kuzingatia makundi yote ya chakula. Maonyesho ya mwaka huu yalishuhudiwa na vikundi vya kuweka na kukopa kumi na nne kutoka vijiji vya kunzugu Nyamatoke na Bukore ambavyo ni vijiji jirani na sehemu ya tukio kwa gharama zao kwa kutuma wawakilishi. Wakulima kutoka wilaya za Serengeti, Bunda na Butiama walishiriki kunadi bidhaa zao ambazo pia huuzwa kwa wakulima na wanajamii wanaohitaji bidhaa hizo. Nami nikajifunza, nikaanza kuongeza thamani ya usindikaji, nikatoka kwenye kutumia viazi tu kawaida nikaanza kusindika, kwa mfano viazi. Nachimba viazi kama tulivyo nilivyokuwa navyo hapo, unaviosha kabla hujavimenya, ukisha viosha vizuri unavimenya. Nikiisha vimenya vile viazi, unakata viazi vidogo vidogo sana na uruhusu vikaushie juani, unavikaushia ndani kimvrini, sehemu sahihi. Ukiviosha, ukavimenya vizuri, unavichemsha kwanza, vinaiva kabisa, baadaye unaviponda vizuri, unavianika ndani na lengo kubwa ni kutopoteza nini, virutubisho vilivyomo ndani, kwa sababu kwenye viazi hivyo lishe tunategemea sana ongezeko la vitamini A mwilini. Umuhimu wa kuzisha kuongeza thamani, unapoongeza zao thamani unalipatia tuseme kama vile gharama linakuwa na lenye gharama kubwa. Ulikuwa unauza amboni, kwa sababu kule nyuma tunauza amboni, amboni ya mahindi tunauza 1000 lakini kwa sasa hivi nikisaga mahindi yangu ayo ya yanga ninapima kilo kwenye amboni yangu moja natoa kilo nne za unga lakini kwa kilo moja nauza shilingi elfu mbili. Angalia sasa kutoka kwenye shilingi elfu tatu. Leo nakuja napata kilo nne kwenye amboni moja nakua na kuwa na shilingi elfu nane. Mgeni rasmi kwa siku hii ya mkulima ni afisa kilimo uvuvi na mifugo wilaya Bunda Biadelina Mfikwa akiongozana na maafisa kilimo wa kata na mitaa ya kata ya Kunzugu na viongozi wa serikali za mitaa wakiongozwa na afisa mtendaji wa kata ya Kunzugu. Naendelea kuwashukuru e, CT kwa sababu wameendelea kuwa pamoja na halmashauri kupigana na, na tunasema kupigana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kilimo hifadhi ni teknolojia mojawapo inayosaidia mkulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa sababu pia ni lengo la serikali na halmashauri, pia tumeweka hayo malengo ya kutumia teknolojia zinazosaidia kupigana na au kumsaidia mkulima dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi hasa kwenye upungufu wa unyevu au mvua kwenye maeneo yetu. Shirika la AICT Diocese ya Mara na Ukerewe, kwa kushirikiana na wadau na serikali, linaendelea kuhamasisha kanuni za kilimo hifadhi chini ya kauli mbiu isemayo, kilimo hifadhi boresha udongo, pata mavuno mengi kwa uhakika wa chakula.